Nikukaribishe tena kwenye chaneli hii ya TinyaS TV, na leo nitakwenda kumwelezea ndege aina ya tai au kwa Kiingereza wanamuita eagle. Nitakwenda kuzielezea sifa zake, na je, hizo sifa zake zinatufundisha nini sisi binadamu ambao tunatafuta mafanikio? Hivyo ni kuombe unisikilize kwa makini sana kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kunielewa vizuri. Pia kama ni mara yako ya kwanza kutembelea kwenye chaneli hii basi, nikuombe usisahau kusubscribe ili usipitwe na taarifa zingine ambazo tutaziweka kwenye chaneli hii. Sifa ya kwanza kabisa, tai ni ndege ambaye anapenda kuishi sehemu zenye utulivu na kwenye misitu mikubwa. Ni kwa nini anapenda kuishi kwenye misitu mikubwa? Ni kwa sababu huko inamrahisishia yeye kutengeneza kiota chake na kutaga mayai huko na kukuza vifaranga pabila adui kumwona kwa urahisi. Sasa hii inatufundisha nini? Hii inatufundisha kwamba sisi ambao tunatafuta mafanikio huenda kuna wakati tunaweza kuwa mazingira ambayo yanatusababisha sisi tushindwe kufikia mafanikio. Huenda labda sababu ya ndugu tulionao au marafiki wanaweza wakawa wanasababisha sisi tushindwe kuyafikia malengo yetu. Sasa ukiona inatokea hivyo ni lazima uchukue maamuzi magumu kama ya tai. Yaani unatakiwa kuhama mazingira ulionayo hapo, kuhamia mazingira mengine ambayo unahisi kabisa yanaweza yakakurahisishia wewe kufikia mafanikio yako. Sifa ya pili. Tai ana uwezo wa kutembea angani kwa spidi ya kilomita mia mbili kwa saa moja. Ukiangalia spidi ya kilomita mia mbili kwa saa moja ni spidi kubwa sana ambayo kulingana na spidi yake ana uwezo wa kuamua sasa anataka akamate njiwa na akamkamata kulingana na spidi yake. Sasa hii inatufundisha nini? Inatufundisha kwamba hata sisi katika kutafuta mafanikio ni lazima we na spidi. Unapokuwa na spidi kuliko wengine, hiyo inakurahisishia wewe kuyafikia mafanikio kwa urahisi, kwa sababu bila kufanya juhudi katika kazi unayoifanya itakuwa vigumu kuyafikia mafanikio. Hivyo ukifanya tathmini, wote ambao wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa, huwa ukiwauliza watakwambia nilifanya kazi kwa juhudi sana kipindi cha mwanzo, hivyo akishafanikiwa ana relax. Sifa ya tatu, tai ana uwezo wa kutulia angani bila kuchezesha mabawa yake kwa muda wa saa nzima. Ukiangalia ndege wengine wanaweza wakatulia ndani ya dakika tano hadi kumi, unakuta ishachoka bila kuchezesha mabawa. Sasa tai tunaambiwa wanaweza wakakaa ndani ya saa nzima na wakati huo amekaa huko juu, ametulia tu, ameganda, huwa anaangalia ni wapi ambapo pana chakula, ili niende nikakamate. Sasa hii inatufundisha nini? Hii inatufundisha kwamba na sisi binadamu ni lazima tuwe wavumilivu. Unapokuwa mvumilivu, aidha labda ni kwenye biashara ambayo unaifanya, itakuwa rahisi wewe kufanikiwa. Unaweza ukawa ndo umeanza biashara yako sasa, ukaona labda umepita mwezi mmoja, alafu wateja hawakuridhishi vile unavyotaka wewe. Huenda ni kwa sababu labda ndo umeianza ile, watu bado hawaja kuzoea hivyo. Sasa ukikata tamaa ukaacha kuendelea na biashara yako, utajikuta umekosa wateja wale ambao ungewapata, lakini unapovumilia, huenda labda bahati yako ipo kesho. Sasa hutakiwi kukata tamaa, ndio maana tunafundishwa kuwa wavumilivu. Sifa ya nne: tai ndiye ndege mwenye uwezo wa kuruka zaidi kuliko ndege wengine. Tunaambiwa tai ana uwezo wa kuruka juu hadi umbali wa kilomita kumi na mbili kupanda juu. Sasa ni ndege peke yake ambaye anayeweza kuruka umbali huo. Wapo ndege wengine wanajitahidi kuruka ruka juu lakini hawezi kufikia umbali wa kilomita kumi na mbili kupanda juu. Sasa anapokuwa amepanda juu angani huko, zaidi huwa inamrahisisha kuona mbali, kwamba upande ule kuna chakula, hivyo inamrahisishia yeye kuona na kuenda sehemu ambayo ina chakula. Sasa hii inatufundisha nini? Hii inatufundisha kwamba na sisi binadamu tunatakiwa kuruka juu zaidi kuliko wengine. Kuruka juu maana yake nini? Maana yake ni kuwa bora kuliko wengine. Kama ni kwenye biashara, basi ni lazima ujitahidi kuwa mkarimu, kuwavutia wateja, ili upate wateja wengi kuliko watu wengine. Hiyo itakurahisishia kupata mafanikio kwa uharaka zaidi. Sifa ya tano tai ndiye ndege mwenye nguvu nyingi sana kuliko ndege wengine na kulingana na nguvu zake ana uwezo wa kubeba chakula anachokihitaji. Anaweza akaamua, labda leo, ngoja niende nikabebe mtoto wa mbuzi, na kweli anambeba. Akiamua sasa, leo ngoja nikambebe mtoto wa swala, na kweli atajitahidi mpaka ambebe. Hii inatufundisha kwamba kumbe mafanikio yanatekwa na wale wenye nguvu, kumbe lazima uwe mwenye nguvu nyingi kuliko watu wengine, ili uweze kuyafikia mafanikio kwa urahisi. Na nguvu sio lazima kwamba uwe na uwezo wa kubeba mizigo mikubwa, hapana. Kinachomaanishwa sana ni juhudi unazozifanya, unapofanya kazi kwa juhudi nyingi, inakurahisishia wewe kuyafikia mafanikio. Na pia unapotumia akili nyingi kutafuta vitu, kufikiria nini nifanye, nini ambacho kitanisaidia kitanivusha sehemu fulani, hiyo inakurahisishia wewe kuyafikia mafanikio kwa urahisi. Sifa ya sita: tunaambiwa tai huwa ni mkali sana anapokuwa kwenye mayai yake au anapokuwa na vifaranga wake. Sasa na sisi tunafundishwa kwamba ni lazima tuwe wakorofi kwenye kile ambacho tunakifanya. Aidha ni kwenye kazi, kama ni kazi, basi uisimamie kweli kweli, usiruhusu mtu akakuharibia biashara yako kwa kiurahisi urahisi tu. Ni heri uonekane mkorofi, lakini ukiwa unatengeneza kitu ambacho ni cha muhimu sana cha baadaye. Sifa ya saba: tai ana uwezo wa kuona kitu kidogo kama panzi akiwa umbali wa kilomita tano. Umbali wa kilomita tano ni umbali mrefu kidogo lakini tuna, tunaambiwa kwamba tai ana uwezo wa kuona kitu kidogo akiwa umbali huo. Sasa sifa hii inatufundisha nini? Ni kwamba na sisi lazima tuwe na uwezo wa kuona mbali. Kuona mbali sio lazima kwamba kuona kama, kama tai tuwe na uwezo wa kuona kitu kidogo. Hapana, kinachomaanishwa ni kwamba tuwe na upeo wa kuona vitu vya mbele. Hebu mfano fikiria kwamba mtu alianzisha Facebook au YouTube, wakati wa mwanzo anaanzisha hiyo watu walimfikiriaje? Waliona kama hana akili anapokianzisha hicho kitu kwamba walijua hamna watu watakaopata simu nyingi watakaokitumia, lakini ukifikiria kwa sasa hivi ni watu wangapi ambao wanaitumia Facebook wanaotumia YouTube? Hivyo ndio hiyo ndio maana ya kuona mbali, kuwa na upeo wa vitu vya mbele. Sifa ya nane, tai ni ndege anayekula nyama, au kwa Kiingereza wanasema ni carnivorous bird. Na sifa ya tisa, tai ana uwezo wa kuishi hadi miaka sabini. Sifa ya mwisho ya kumi, hii ni sifa ya muhimu sana. Tai huwa haogopi chochote anapoamua kufanya kitu, yaani tai akiwa na njaa, kama kuna mtoto wa simba yuko hapo, basi ni ataenda kumbeba, au aidha ni mtoto wa chui yuko hapo na yeye anahisi njaa, ataenda kumbeba kwa vyovyote vile. Tukiangalia, huu ni ujasiri ambao ni wa hatari sana, na sisi tunafundishwa kwamba ni lazima tuwe wajasiri pale ambapo tunaamua kufanya kitu, kwamba ukiamua sasa, ninaanza kufanya biashara, ni lazima upambane kweli, ninafanya biashara kwa ujasiri wote, yani hata kama mtu akukatishe tamaa kiasi gani ni lazima usimamie msimamo wako hadi uhakikishe umefanikisha kile kitu. Yaani, usisikilize maneno ya mtu yeyote, maana yanaweza yakakukatisha tamaa. Hivyo ni lazima uwe na msimamo katika kile kitu ambacho unahisi kitakuletea mafanikio baadaye. Basi nipende kuishia hapa kwa leo, nikiamini ya kwamba vipo vitu vingi ambavyo umeweza kujifunza pia. Kama una wazo lolote basi unaweza kuniandikia kwenye komenti, na pia kama ulikuwa bado huja subscribe basi ni kukumbushe usisahau kusubscribe ili usipitwe na taarifa zingine. Asante, siku njema.